Baka gani kwenye Siz Kitaa Clouds TV, tuko na MB Dog kama kawa, tunaendelea kuburudika na kinywaji ambacho kinafahamika kama Coca-Cola kwenye safari yetu ya kujiamini. Kwa hiyo, kwa sababu tuna sababu bilioni za kufanya hivyo, inabidi wewe ushare story ambayo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo wewe unajiamini kwenye hicho ambacho unakifanya ili tuweze kushare hiyo story na ndugu jamaa na marafiki wengine. Lakini pia line yako moja tu ya Vodacom inakufanya uendelee kuenjoy huduma nzuri ambazo zinapatikana kwenye mtandao ambao unafahamika kama Vodacom Tanzania. Kazi ni kwako kwa MB Dog. Sasa hivi tuna kasumu tuna, sio kasuma, so kasuma. mimi nafurahia kuona wanamuziki ni wengi kiasi mm. kwamba binafsi anasemaga tunashindwa kutambua yupi ni wa kweli mm. yupi si wa kweli ngoma zetu ambazo tunazitoa sasa hivi mm. zinaweza zina, zina, zina kuendana na kasi ambayo tunaiona sasa hivi vijana walionayo mm. wanafanya mambo yao ipo kwa sababu tayari mwamko ushapatikana. Unajua, mwanzo nakuwaga mgumu yep, lakini mbele kila kitu kinakuwa ni tofauti. ya maisha ndo yako hivyo yani. siku zote anaopigania vita wakati wa kupigana panakuwaga pagumu sana, lakini ile vita kishatulia, watu na mzao wanaanza baada ya vita mm, unakuwa na mwendelezo mzuri hivyo okay. Yani, iko system ambayo nadhani ni mipango pia ya Mungu iko hivyo mm. nizamu hata marais pia na kwanza wa pili wa tatu, kila anaokuja na anaboresha, kwa sababu loanza alianza hivi, mwingine akapata nguvu ya yule akafanya hivi, akapata nguvu ya yule akafanya hivi, mwisho wa siku unaona pia tofauti ya maisha okay. Ngoma zako ambazo wewe umeziachia kwenye hiki kipindi ambacho kina, kina, kina mafanikio hayo, zimeweza kuendana na, na, na, na kasi ya vijana walivyo sasa? Mimi kuna ngoma moja ambayo inaitwa nini Umenuna mm. Ndo ngoma ambayo ilikuandaga nika ka yani, ilikuwa mba ilivuja ile ngoma, nilipiga tu kama demo, kati ni wakati no na naanda studio yangu 1212 mm. nikaipiga ile umenuna, kwa sababu producer mwenyewe anakuona kupiga mdundo wa design, nikapiga nika kuna nika... nini nikaiona tayari iko mtaani, lakini haikuwa official kwamba nataka niachie ile ngoma. okay, ilivuja ilivuja, mwisho siku nikaona, kwa sababu watu wasielewa nika nikaifuatilia na kweli nikaona sehemu nyinginezo nyingi tu imefanya vizuri, nikatulia. Lakini saa hizi sasa nina kazi ambazo ziko tayari, unajua zinakuja mm, kwamba watu wamtegemee mbidogi ambaye atafanana na wale na mbidogi mwenyewe alio, okay. kwa sababu hakuna kitu kinachoomba, kwa sababu muziki hauna tofauti mpaka sasa leo, yeah. Watu wameongeza tu tempo tu kidogo, lakini mziki ndio ule ule ambao tulifanya sisi tena sana sana, sana, inawezekana tuliufanya mziki sisi mzuri zaidi ya mziki ambao unafanyika leo, kwa sababu mimi naamini hivyo, kwa sababu naweza nikakaa kwa siku, mimi naweza nikasikia ngoma zangu tatu, umeona mm. na za kitambo sana, unajua naamini kwamba zile ngoma bado zina zina nguvu zake, naamini kwamba nilifanya kitu kizuri, na naweza nikakaa nikasikia ngoma za mtu fulani ambaye alifanya ikamixiwa na ngoma mpya ambayo ilitoka jana juzi, kwa hiyo inaonyesha kwamba mziki yaani utandawazi wa muziki au wale wapenzi au watu wameamka, kupitia fursa zimekuwa nyingi. Kampuni zina, zime, zinajaribu kusaidia wanamuziki na tasnia nyinginezo katika hii nani yetu ya sanaa, kwa hiyo umepanuka, lakini hakuna ufundi mkubwa sana ambao. Kwa nini, kwa nini mimi nikisikia nikisikia Latifa nikisikia mapenzi kitu gani, bado ninaona ni, ni kama ngoma ambayo imetoka jana, tofauti na ngoma ambazo zo nyingi zinatoka saa hivi, wiki wiki mbili. Chaali, ndio hicho kitu ambacho nakwambia kwamba tulikuwa tunatulia kuandaa ngoma, alafu pia producers walikuwa na produce zamani kwa utulivu. Unajua siku hizo unaenda studio unapiga ngoma saa hizi hmm, jioni unaondoka na unachukua umeona. Hata producer hmm, hataki kulala. Unajua ngoma ukisikiza leo ukilala producer akilala, akiamka kesho anaisikia kwa sikio lingine la pili. Unajua na mood nazo binadamu, kila siku anaamka na mood tofauti yaani, yeah. Unaweza ukamka leo na hasira, kesho ukamka una furaha hata kama uko na kitu kuona. Masikio nayo yanafuata condition ya mwili unavyotaka siku, yeah. Kia umetulia na masikio, unajua anasikia vizuri kama mwili unavyojisikia. Sasa uandaji umekuwa vitu vya haraka hara haraka, mpaka katika uandaji yana imekuwa hivyo kulipua. Eh, mtu anaweka ngoma na mix, bwana mzigo umeenda, lakini like, unaweza ukapiga ngoma bongo record majana kanao siku tatu nne, yunga yunga, ya, bwana, fresh, bwana, njoo, siku. Kwa e, kwa unabakia wewe, tatizo lako labda kama yumba, yumba, yumba, lakini beat unasikia imejaa ya mix nzuri. Yeah, umeona bwana yeah, hata kama mwenyewe anahisi anahisi kama labda ulikuwa una, una, una tofauti, alikuwa anaanza kufikiria bwana, Kasanda mwanangu, pale ulifeli kweli kwenye kuimba pale, sasa kwa sababu anakusikia siku nyingine unafuata, sasa unawezekana kama una uwezo wa kubadilisha, ukaitwa tena studio ama ikawaje, lakini sasa hivi hakuna, unapiga tu ngoma hii, maprodusa watuli kufanya na sisi kwa sababu ishakuwa muziki hela, ili mradi upige, isikike, mazoezi mengine yaendelee. Sure is nimesikia una, una, una mpango wa kufungua studio, yes. Vijana wengi sasa hivi ambao wanakutazama wanaona, da kweli bana, hili zali hili brother anafungua studio, huenda kuna kuna kitu fulani ambacho tunaweza tukapata. Hey, you, you, sio ni yaani studio ipo tayari kwa sababu uh, na studio home studio home tayari niko nayo record, lakini pia hii studio ambayo naizungumzia hapa ni studio ambayo anaifungua sasa, kwa sababu ya kazi kazi unajua kuna studio yambao ya kuna watu wengi tayari nishawasaidia. Okay. Nishafungua ipo Tabata kule, lakini sasa hivi pia niko hapa mpaka niko hapa ofisini pia hapa, mjengoni, hapa, na zoezi langu nalifanya hapa mjengoni hapa mjengoni juu hapa na studio na iandaa. Okay. Yani mtu akija humo na mizigo hata maproducer tutakuwa natoka nje wengine kuja kuweza, kwa hiyo ni studio ambayo nitakuwa rasmi kuizungumzia na mtu yote ambaye atakuwa na uwezo kwa sababu pia ni studio ambayo wadau wako hapa hapa around. Mtu kama atakuwa atapata nafasi ya kurecord na watu wakaisikia vizuri, watakuwa watu wa kumsaidia pia wapo around okay. Yeah, ndio maana ya kufungua hii studio sasa hivi. Hii hii hii, changamoto ambayo tunayo sasa hivi ya, ya, ya wasanii kushindana kutoa video kali zenye quality ya kupigwa kwenye TV station za kimataifa, kwako wewe umejipangaje? kwa sababu niko na mtu nyuma, niko na QS Monda J. Yani, yeye alishatoa agizo bwana, mm, fanyeni mnavyotaka mniambie. Kwa sasa mimi nadhani ya kujipanga vile ninachokitaka mimi ni video kama kufanya nje, ndo kuna umuhimu zaidi. Zinapigika tu video nje msoni, kwa sababu ngoma nilizozifanya sasa hivi, kuna ngoma natakiwa pia niende kushoot video South Africa nyingine tumefikiria juzi niende zangu nani wapi Oman hapa okay. Eh, kutafuta location tofauti. Kwa hiyo nadhani wiki ino, hii inoisha hii inaanza naweza kwenda zangu Oman kupiga hiyo video, yaani kuleta tu ile movement ambayo iko zifanane, lakini mi sioni kama kuna tofauti yaani tofauti labda kuna kuna sababu sana ya kwenda kufanya yeah, video. Inawezekana kama watu wangeweza kupiga video kali. kitu ambacho wanakitafuta kule ni kwamba watu wanatafuta, watu wanatafuta kutand... njia zaidi okay. Ona okay, ndio lichokigundua na n nisikie ngoma yangu inapigwa chaneli za kimataifa na vitu vingine, lakini kama kukuna uwezekano hapa ngoma inapigwa, waandaji wetu wa video wanaweza kuisambaza kuipeleka mbali zaidi. Napiga tu video hapa inaenda That's video ndo zile zi zi zi video tulipiga zamani lakini zimetutambulisha dunia nzima i yeah, true that. Yeah. So, kwamba so, tu jinsi ya kuziweka katika zile channel ambazo wanahisi ndo za kibiashara ndo. Mm. watu walishindwa, lakini video zimefika karibia dunia nzima. Leo napata show Uingereza wapi, sio kwamba labda video nilifanya Marekani. Video nilifanya hapa hapa wanaiangalia mpaka kesho ya Uingereza. Okay. Yeah. That's good. Unakumbuka kwenye safari yako yote ya kuanzia imeachiwa Latifa mpaka leo. Kuna mtu ambaye ambae uliwahi kuzinguana naye ambaye ukajutia kabisa kuzinguana naye katika masuala ya mimi. Tofautiana tu. Ambaye sisi tunamjua alafu sasa hivi fresh. yeah. Ah, kwa kweli sina, kwa sababu mm. mimi na na kawaida moja Mm. mimi nina mchezo kusoma tabia ya mtu yani. Okay. Ni, yani Okay. ukiwa rafiki yangu tu muda mfupi Mm. na kuangalia siku hii na Uwaya. kusoma wewe ni mtu aina gani, nikijua wewe una miosho fulani. Sasa mimi sikupeleki kwenye zile zile kodi za kodi zako za eh, wewe ukitaka kunivuta kwenye miosho yako, mimi sipo, kwa hiyo nashindwa kunifanyia ile miosho. Nikikona wewe ni snitch, mimi nageuka upande mwingine. Kwa hiyo ukiletea vitu vyako, no, fulani no, na na mimi sipo. Kwa yani maisha yangu mimi sijikua katika muziki, sikuwahi kugombana na mtu na, Triana, na wala sitegemei. Na mbona ukisikia nimegombana na mtu inawezekana nikafungwa. Okay. Kabisa, inawezekana kamada kabisa, kwa sababu ni <laughs> mwenye sio mtu mzuri sana aina. Na MB Doggy, mimi nashukuru sana kwa time yako bwana, shukuru pia, tunasubiria ngoma kali, tunasubiria ngoma mpya, tunasubiria video mpya fresh. Shukrani bwana pia, watu wategemee kwa mboju a MB Doggy, nimejipanga sikutaka kusema mengi sana, lakini wategemee ngoma kali, yaani zinakuja na support tunaomba kutoka kwao ili watu waelewe kwamba mziki upo na unatakiwa uendelee, ufike sehemu fulani, unabidi tupate hizo nafasi ili tuwakilishe vizuri. mashukrani sana. Unaruhusiwa kutuambia chochote ambacho unahitaji kutuambia, kutokana na hiki ambacho tumekizungumza, kupitia akaunti yangu kwenye Instagram ambayo inafahamika kama Castro Dickson, uniambie tu bana moja, mbili, tatu, nne, tano, lakini pia usisahau kuniandikia stori yako ambayo inaonyesha nijisikiana ambavyo unajiamini kwenye kila ambacho unakifanya ama kila ambacho umewahi kukifanya, ili tuweze kushare na ndugu jamaa na marafiki, huku tukiendelea kuburudishwa na kinywaji ambacho kinafahamika kama Coca-Cola kwenye safari yetu ya kujiamini kupitia sababu bilioni za kuamini kwenye kila ambacho tunakifanya. Line yako moja tu, pia ya Vodacom, inakufanya uendelee kuenjoy huduma nzuri ambazo zinapatikana kwenye mtandao ambao unafahamika kama Vodacom Tanzania, kazi ni kwako, ikiwemo huduma ya kutuma pesa kwa M-Pesa mpaka nchini Kenya. So na hizo huduma zingine pia unaendelea kuenjoy. Tano za nguvu zinaenda kwa Kim Classic wako pale Sinza madukani, duka lao lingine liko Kinondoni Studio kona na kuelekea Mwananyamala, kuna duka la wanawake na duka la wanaume. Kuna mizigo mizuri mipya pale ndani, kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Tano za nguvu kwa timu yangu ambaye anapiga nao kazi tano za nguvu kwa wewe pia ambao unatazama Siz Kitaa ya Clouds TV, Jumatatu mpaka Ijumaa, time yetu ni kumi na mbili kamili mpaka 12:30 tunaburudika, tunaelimika, lakini pia mazungumzo yetu yanakuwa ni utatuzi wa kile ambacho kinakutatiza wewe kwa namna moja au nyingine. Mimi naitwa Castro Dixon, kinita mwananchi, inakuwa ni fresh leo la, tulikuwa tuko na MB Doggy, tumeenjoy kile ambacho tumekienjoy. Tuendelee kusapotiana kwenye kile ambacho tunakifanya. <laughs>